John Heche amemtetea Tundu Lissu vibaya kuhusu kesi ya mahabusu, ujasiri wake wa kisiasa na mstakabali wa demokrasia nchini Tanzania. Ujambo kwenye chaneli yetu ya TanzaPulse na kumbuka kusubscribe. Makamu mwenyekiti wa Chadema bara John Heche ametoa kauli kali na ya kuchochea mjadala mpana taifa, wa kitaifa kufuatia kukamatwa na kuwekwa mahabusu kwa kiongozi wa chama hicho Tundu Lissu na badala ya tukio hilo kutafsiriwa kama kushindwa na kulegelega kwa upinzani Heche ameisitiza kuwa hatua ya msimamo wa Lissu ni alama ya ujasiri wa kisiasa na uthabiti wa kutetea misingi ya haki na demokrasia. Na kauli hii imeibua mjadala mpana kuhusu nafasi ya vyama vya upinzani, uhuru wa kisiasa na mwelekeo wa demokrasia nchini Tanzania katika kipindi hiki cha mvutano wa kisiasa. Kutokana na ujumbe wake uh, John Heche uh, Rais Samia Suluhu alikuwa anadhamiria kuwa huenda Tundu Lissu angempigia magoti, amwombe msamaha ili aweze kutoka mahabusu ila Tundu Lissu hajawahi na bado ujasiri wake uko pale pale. Akizungumza hadharani, Heche alieleza kuwa matarajio ya baadhi ya wanasiasa na wachambuzi kwamba Lissu angepiga magoti au kujisalimisha kisiasa hayana msingi, na kwa mtazamo wake, kusimama kwa Lissu katika mazingira magumu ni ishara ya kiongozi anayeweka mbele maslahi ya umma kuliko hofu binafsi. Hoja hii inaangukia katika mjadala mpana wa kisiasa unaohoji iwapo mfumo wa haki na siasa nchini unatoa nafasi sawa kwa sauti zote hasa za upinzani. Tukio la kukamatwa kwa Lissu limekuja katika mazingira ambapo Tanzania imekuwa ikitathmini na taasisi mbalimbali mbali za kimataifa kuhusu hali ya haki za binadamu na uhuru wa kisiasa. Na kwa mujibu wa ripoti ya Human Rights Watch ya mwaka 2024 kumekuwapo na ongezeko la kesi na hatua za kisheria dhidi ya wanasiasa wa upinzani wanaharakati na waandishi wa habari, hali iliyochochea wasiwasi kuhusu uhuru wa kujieleza na kushiriki katika siasa. Tundu Lissu si jina jipya katika mjadala ya haki na demokrasia. Akiwa wakili na mbunge wa zamani, amejijengea sifa kama mkosoaji mkali wa sera za serikali na mtetezi wa uwazi katika uendeshaji wa rasilimali za taifa. Historia yake ya kushambuliwa kwa risasi mwaka wa elfu mbili kumi na saba na kurejea nchini baada ya miaka ya uhamishoni imekuwa ishara ya hatari na changamoto zinazowakabili wanasiasa wa upinzani nchini Tanzania. Kwa mujibu wa Amnesty International katika ripoti ya Afrika Mashariki ya mwaka wa elfu mbili ishirini na tatu, mazingira ya kisiasa nchini Tanzania yameendelea kuwa na changamoto, hususan katika matumizi ya sheria za mikusanyiko ya hadhara na makosa ya mtandaoni ambazo mara nyingi hutajwa kutumia ama kutumiwa kuzuia au kudhibiti upinzani na katika muktadha huu kauli ya Heche inaonekana kulenga kuhamasisha mshikamano wa kisiasa na kuimarisha imani ya wananchi katika mapambano ya kikatiba. Na kauli ya Heche kwamba kumshikilia Lissu ni kuendeleza imani ya wananchi katika mfumo wa haki imezua tafsiri tofauti. Kwa upande wa wafuasi wa Chadema na baadhi ya wanaharakati wa haki za binadamu, kauli hii inaeleweka kama wito wa kuendelea kusimama na viongozi wanaodaiwa kukandamizwa kisiasa. Kwa upande mwingine, baadhi ya wachambuzi wa sera wanaona kauli hiyo kama changamoto wa kwa kwa ya serikali kuhakikisha kuwa mifumo ya kisheria inaonekana kuwa huru na isiyoegemea upande wowote na ripoti ya Reuters ya Februari mwaka wa elfu mbili ishirini na nne ilinukuu wachambuzi wa siasa wakieleza kuwa taswira ya kimataifa ya Tanzania imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu hasa katika jinsi inavyoshughulikia upinzani na kesi zenye mvuto wa kisiasa. Hii inaonyesha kuwa matukio kama haya yana athari zaidi ya siasa za ndani, yanagusa diplomasia, uwekezaji na uhusiano wa kimataifa na katika historia ya kisheria ya Tanzania, mahakama zimekuwa zikitoa maamuzi muhimu yanayogusa uhuru wa kisiasa mfano ni uamuzi wa mahakama kuu ya Tanzania mwaka wa elfu mbili kumi na tisa uliosisitiza umuhimu wa haki ya kusikilizwa kwa haki na uwazi katika kesi zenye maslahi ya umma. Wachambuzi wa sheria wanaona kuwa misingi hiyo inapaswa kuongeza ama kuongoza pia katika kesi zinazohusisha wanasiasa wa upinzani. Aidha, ripoti ya Aljazira ya mwaka elfu mbili ishirini na nne kuhusu siasa za Tanzania ilibainisha kuwa ingawa kumekuwa na ishara ya mageuzi na mazungumzo ya kisiasa, bado kuna malalamiko kuhusu utekelezaji wa vitendo vya uhuru wa kisiasa, hasa katika ngazi za chini na za utekelezaji wa sheria. Hii inaongeza uzito wa hoja ya Heche kwamba mapambano ya Lisu yanaakisi hali pana ya mfumo mzima. Kwa kuangalia kwa karibu, msimamo wa Lissu unaonekana kuwa sehemu ya mkondo mpana wa viongozi wa Afrika wanaochagua kukabiliana na mifumo ya dola kwa kutumia sheria, hoja za kikatiba na shinikizo la umma. Kwa mujibu wa uchambuzi wa BBC News ya Desemba mwaka 2023, viongozi wa upinzani katika Afrika Mashariki mara nyingi hukabiliwa na changamoto za kisheria ambazo hujaribiwa kutafsiriwa kama masuala ya kawaida ya sheria, ili hali wafuasi wao huziona kama zana za kisiasa. Na katika muktadha huu, kauli ya Heche kwamba Lissu ni tunu ya taifa inajaribu kubadili simulizi kutoka mtu binafsi anayekabiliwa na kesi hadi ishara ya mapambano ya kikatiba na hii ni mbinu inayotumiwa mara nyingi katika siasa za upinzani ili kuhamasisha umma na kuunda shikamano ama mshikamano wa kijamii. Historia ya upinzani ya demokrasia ya Tanzania imeanza tangu kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi miaka elfu moja kenda mia tisini. Tanzania imekuwa ikipitia awamu tofauti za ushindani wa kisiasa, na watafiti wa sayansi ya siasa wameeleza kuwa maendeleo ya demokrasia nchini yamekuwa hatua kwa hatua, yakikumbwa na vipindi vya misuguana na majaribio ya mageuzi. Jarida la Africa Affairs mwaka elfu mbili ishirini na mbili lilieleza kuwa nguvu ya demokrasia ya Tanzania ikitegemea zaidi uwezo wa taasisi kama mahakama, vyombo vya habari na asasi za kiraia kulinda uhuru wa kisiasa dhidi ya shinikizo la kisiasa. Na katika historia hiyo, sura ya viongozi kama Tundu Lissu imekuwa muhimu katika kujaribu mipaka ya mfumo, na kauli ya Heche hivyo inaingia katika mlolongo wa hoja za kihistoria kuhusu iwapo Tanzania itaendelea kuimarisha au kudhoofisha misingi ya ushindani wa kisiasa na kwa mtazamo uchambuzi wa kisiasa, kauli ya John Heche kuhusu Tundu Lissu si kauli ya chama pekee, bali ni kielelezo cha mjadala mpana kuhusu mustakabali wa demokrasia ya Tanzania. Inagusa masuala ya msingi: uhuru wa kisiasa, uaminifu wa, wa mifumo ya kisheria na nafasi ya raia katika kulinda haki zao. Ushahidi kutoka kwa taasisi za kimataifa maamuzi ya mahakama na uchambuzi wa vyombo vya habari unaonyesha kuwa jinsi nchi inavyoshughulikia kesi za wanasiasa wa upinzani ina athari kubwa kwa imani ya wananchi na taswira taifa ya kimataifa. Kwa mantiki hiyo, tukio la Lissu na kauli ya Heche eh, lina uzito na uzidi siasa za Chadema, linakuwa kipimo cha dhamira ya taifa katika kulinda misingi ya kikatiba na demokrasia na kama historia inavyoonyesha, demokrasia haimariki kwa ukimya, bali kwa mjadala wa uwazi, uwajibikaji wa taasisi na ujasiri wa viongozi na wananchi kusimama kwa misingi wanayoaminia. Ndio hayo tuliyokuandalia kutoka hapa TanzaPulse, na tafadhali kumbuka kusubscribe.